Nchi hiyo kwa kauli moja limekataa kutumwa kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika nchini humo kufuatia siku kadha za vurugu zilizosababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Hali hii ilileta wasiwasi na shinikizo kutoka kwa mataifa mbalimbali mbali, wakisema kuna tishio la kutokea mauaji ya halaiki. Mwandishi wetu wa Maziwa Makuu Kasim Kaira ametutumia taarifa ifuatayo imekuwa siku isiyo ya kawaida katika bunge la hapa Burundi ambapo mabunge, uh, mawili yani, bunge la juu Senate na bunge la chini la Assembly yote yamekutana katika kikao kisicho cha kawaida, yani kikao cha dharura kujaribu kujadili hali iliyoko nchini Burundi kwa wakati huu. Masuala makubwa yalikuwa ni masuala matatu. Swali la kwanza ni kuangalia je, huenda kukawa kuna mauaji ya kimbari yani, genocide yanayofanyika nchini Burundi kama yanavyotajwa huku na kule katika mataifa ya nje. Swali la pili lilikuwa ni kuangalia hali ya usalama nchini Burundi hasa kufuatia vifo vya watu zaidi ya 200 ambao wamefariki katika mwezi huu wa kumi na mbili peke yake kutokana na vurugu ambazo zimekuwa zikijitokeza, na swali la tatu limekuwa kuangalia athari za vikwazo vilivyotiliwa Burundi na athari zake, maanake vile imeanza kuathiri watu wa kawaida na hata serikali yenyewe katika kutekeleza majukumu yake. Ndani ya bunge, mjadala mkubwa ulikuwa kuhusu kauli au shutuma kwamba mauaji yanayofanyika nchini Burundi yanaweza kuitwa ya kimbari au la. Mbunge baada ya mbunge, wengi wakitaja makabila yao, walikanusha kwamba kinachotendeka nchini humo si mauaji ya kimbari, ila wote wanakubaliana kwamba kilichofanyika ni kinyume na maadili ya utu na hata makubaliano ya Arusha yaliyomaliza vita nchini humo. Mjadala mwengine mkubwa ulikuwa kuhusu kutuma majeshi ya muungano wa Afrika ambapo ilipewa saa 96 kujibu pendekezo lililojaa amri kutoka muungano wa Afrika linalotaka kutuma wanajeshi walinda usalama 5000 nchini humo ili kukabiliana na hali ya usalama mdogo. Wabunge wanasema kati ya kata 2913 nchini, kata tano tu ndizo zenye hali ya wasiwasi na hivyo hakuna haja ya kutuma majeshi ya kigeni. Swala so, muhimu ni je, muungano wa Afrika utajibuaje uamuzi huo? Wabunge pia wameonyesha wasiwasi wao kuhusu vikwazo vilivyotiliwa nchi tangu uchaguzi ambavyo athari zake zinaendelea kuumiza raia. Bei za bidhaa zimepanda, sarafu ya nchi imepoteza thamani na mashirika kadhaa yasiyo ya serikali yamefunga na kujiondoa nchini, huku mamia wakipoteza ajira. Wabunge wamefanya kazi yao, wameanzisha mjadala wa kuangalia namna ya kuweza kutoa Burundi katika hali ngumu ambayo iko ndani yake. Baada ya hapo tulitembea kwenye mitaa kadhaa ya mji wa Bujumbura kujaribu kuangalia maoni ya watu kuhusu hatua hii sio ya kawaida iliyopigwa na bunge. Ninajua katika hiyo bunge limekusanyika, najua vikwazo vitaondolewa na tutafika kwa hatua ya mwisho. Hitu ni polepole ta, sisi tunataka amani, watu wanakufa sa, wanakufa sana. Hii sio mambo ya kusema eti ni mambo ya ukabila, ni mambo ya siasa bwana, mambo ya siasa. Hii ni siasa ndio inasababisha watu wanafanya nini, wanaumaika damu Tunataka amani, tungiomba wananchi wanani wa Burundi wenye wako inje wangekuja ama wakaomba paka kuwa mtu mnani mkutanyiko gisi leo vimekuwa hapa kwetu nchini Burundi, wakaongea afu vitu vikaisha, kwa kutaka wakuye wasikilizane na, wa, na wengine wa huku juu wapate kisi cha kukuya. Wakiingiaga bila kusikilizana ni tatizo lingine tena mm, umwe wasikilizane kwa kusema waingie.